Ni Azam Sport Inter College Competition, michuano ambayo imezinduliwa leo katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, ambapo inawakutanisha wanafunzi ndani ya chuo kikuu cha Dar es Salaam katika e, michezo mbalimbali, hususan katika mchezo wa mpira wa miguu, na leo mechi ya ufunguzi imeweza kupigwa, na wapo ambao tayari mpaka hivi sasa wameweza kushinda, wana furaha na wengine wana majonzi. Nipo na kocha. Kocha, habari yako? Salama. Salama. watu wanataka kujua wewe ni kocha kutoka college eh, gani ama ndaki gani? ni manager lakini pia ki, kwa Tanzania tunasema ni kocha kitivo cha Yudisol, ama kitivo cha sheria. ndio mmeweza kushinda ama kushindwa katika mchezo wa leo? Ha, katika mchezo huu tumeweza kupoteza kwa bao tano kwa moja. Unaiona, unaiona nafasi gani mmeingia tu tayari mmeweza kupoteza kwa idadi kubwa ya magoli, tatizo lilikuwa ni sehemu gani? Anafikiri kwa kikosi ni miongoni mwa vitivo ambavyo tupo na kikosi kizuri, tuna quality players, lakini changamoto kubwa ambayo imepelekea sisi kuweza kupoteza leo, kwanza nafikiri ni playing style ya timu. Sisi bado tupo kwenye build up phase, bado tupo tunaitengeneza timu, atujawa na timu ambayo iko tayari kuwin titles. Ndio maana hata katika plan zetu hatuja plan kwamba lengo letu kwamba ni kuchukua hii title, hapana, kwa sababu watu wakiangalia history ya kitivo chetu toka miaka iliyopita hatujawahi kubeba ili kombe, lakini pia hata swala la kufika robo fainali limekuwa tatizo. Lakini kwangu mimi nilivyoona tupo katika mwendo mzuri ni na niwaahidi mashabiki, nashukuru sana wale ambao walikuja kutusapoti hapa katika mechi ya ufunguzi kutoka kitivo cha sheria na vitivo vingine. Niwaahidi mashabiki wetu. Tuna mechi mbili mkononi, tuna mechi dhidi ya CoAF, tuna mechi dhidi ya SoAF. Tunahitaji tu point nne kuweza kufuzu. Kwa sisi ni jambo dogo. Ilikuwa ni miongoni mwa timu ambazo zimeweza kutupa changamoto kizingatia kucheza na bingwa mtetezi sio kitu kidogo. Na sisi tumeichukulia kama sehemu ya kujifunza kugundua makosa yetu na sio kwamba tuna timu mbaya. Timu yetu ni timu ambayo tuna build na tayari tumeshagundua makosa katika michezo miwili na nawahakikishia katika michezo miwili iliyobaki tuna uwezo wa kufuzu kwenda robo finali. Yes, ukiwa kama mwanachuo uwepo wadhamini kama Azam FC katika e, mashindano haya kwa vijana yana umuhimu gani zaidi hususan katika vijana ambao wapo mavioni? A, kwanza ni kuibua vipaji. Maanake kwa system ya Tanzania ya mpira huwa ni watoto inabidi wakasome kwanza, lakini baada ya elimu ndo ndipo wanapoweza kwenda kuendelea vipaji vyao, lakini Azam ameona hii ni kama fursa, na fursa hiyo anaitumia tunasema ku broaden au ku expand ile squad yake ambayo kama si squad pia ni academy ya Azam. Azam inahitaji vipaji. Azam FC pia inahitaji wachezaji. Wachezaji ndio hawa wa Tanzania. Kwa hiyo ni sema ambao inatumika ku expose vipaji vya watu ambao yawezekana waandishi wa habari, yawezekana masemaji, yawezekana pia ni makocha lakini kuna wachezaji ambao ni tunu baadaye ya taifa la Tanzania ambao tunawahitaji. Kwa hiyo Azam ametumia pia si kwa yeye tu ku expose biashara zake lakini pia kuibua vipaji vingi ambao vimejificha. Tunasema ni lulu iliyojificha katikati ya mchanga. Nakushukuru sana. Asante sana. Naam, ni baadhi tu ya wadau eh, na vijana ama wanachuo ambao wameshiriki katika michuano hii ya Azam Intercollege Competition Cup ambayo hivi leo imeweza kuzinduliwa tarehe kumi na nne ya mwezi wa nne, nami naripoti hapa eh, nafunga matangazo haya kutokea katika viwanja eh, vya University of Dar es Salaam. Hii ni Jamii Hubs.